Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Leo katika mada kwa kina, tunakuletea washiriki wa, wa CSW69 iliyokunja jamvi mwishoni mwa wiki, wakaeleza mtazamo wao, bila wakulima wanawake hakuna chakula ni... Ni waendelee na mapambano kwani si kazi rahisi kupigania usawa wa kijinsia na leo katika kujifunza Kiswahili tunabisha hodi Nairobi kupata ufafanuzi wa mithali karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo katika mada kwa kina tunakuletea washiriki wa mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW69, uliokunja jamvi mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini kwanza tupate muktasari ukiwasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bintu Keita leo asubuhi, kwa sasa New York Marekani, amelihutubia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa akieleza hali inavyozidi kuwa tete. Hapo jana kabla ya mkutano wake wa leo kupitia mahojiano maalumu na idhaa ya Umoja wa Mataifa, Bintu Keita akitathimini madhara ya Marekani kuondoa ufadhili katika mashirika ya kibinadamu amesema asilimia sabini ya ufadhili wa ombi la usaidizi kwa DRC linatolewa na Marekani, hivyo kwa Marekani kusitisha misaada kunafanya sasa kuchagua nani anapata msaada na nani akose, wakati huu ambapo wahitaji ni wengi. Kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mgogoro nchini Sudani Kusini. Kukamatwa kwa Dr. Riek Machar ambaye ni makamu wa kwanza wa rais, na pia mapigano yanayoendelea yanahatarisha mchakato wa amani, na maisha ya mamilioni yako hatarini, imeeleza kamisheni hiyo katika taarifa iliyotolewa leo mjini Juba, Sudani Kusini, na Geneva Uswisi, ikisihi ulinzi kwa raia na kutii makubaliano ya amani na kuelekea tarehe 30 Machi, ambapo dunia itaadhimisha siku ya kimataifa ya kutozalisha taka, ikiangazia tasnia ya mitindo, shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP limependekeza njia tano za kupunguza taka katika sekta ya mitindo: mosi, kuunda mfumo wa mzunguko endelevu wa mitindo; pili, kuboresha urejeleaji wa nguo; tatu, kuondoa kemikali hatari kutoka kwenye mavazi; nne, kubadili mtazamo kuwa nguo mpya ndiyo bora; na tano, kununua nguo chache lakini zenye ubora mwisho wa muhtasari wa habari kwa kolea. Asante sana Anold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili. Je, wajua maana ya methali ndoto njema haihadithiwi? Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti.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

tunamulika mustakabali wa wanawake kwa kusalia hapa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo wiki iliyopita mkutano wa 69 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake au CSW69 ulikunja jamvi baada ya kufanyika kwa takriban wiki mbili. Tulikuwa na mahojiano na washiriki kutoka kila kona ya dunia kufahamu kile kilichowaleta na wanachoondoka nacho, na zaidi ya yote, maoni kuhusu usawa wa kijinsia, kwa mujibu wa azimio la Beijing na mpango wa utekelezaji uliopitishwa mwaka 1995 katika mkutano wa nne wa kimataifa wa wanawake huko Beijing nchini China. Leo tunaendelea kukuletea na tuliozungumza nao. Ninampishia Sumta, kwa kwa Sumta. Nama ni Juli Sise, Jusui Jusui na, Sise. Huyu mwanamke mwanaharakati wa haki ardhi kwa wanawake nchini Senegal alijitambulisha alipokutana naye kwenye shoroba za jengo la kumbi za mikutano kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Pamoja na kuwa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la kiraia la maendeleo ya kijamii gyps nchini Senegal, yeye pia ni mwanachama wa shirika liitwalo Women to Kilimanjaro linalosaka kutetea haki ya wanawake kumiliki ardhi barani Afrika. Nikamuuliza, miaka 30 baada ya Beijing, faida ya CSW69 ni nini? Mkakati baada ya kufika hapa New York ni kuendeleza mafanikio tuliyopata na kuyaimarisha, lakini pia kukabiliana na changamoto mpya. Naweza kuzitaja mbili zinazohusiana na kuimarisha kilimo cha kisasa kwa wakulima wanawake Mosi ni dunia ya kidijitali kutambua na kuendeleza na vilevile vile kutambua mchango wa wanawake katika uhakika wa kupatikana kwa chakula, na zaidi ya yote, changamoto nyingine ni tabia nchi, umuhimu wa kutambua uongozi wa wanawake katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akaenda mbali zaidi kuelezea suala la haki za wanawake na tumekuwa pia na vikao kuhusu kuimarisha haki, lakini kupaza zaidi sauti ili kutokomeza ukatili wa kijinsia, kwa sababu kuna vitendo kama hivyo wanafanyiwa wanawake na wasichana. Lakini eneo lingine la uchechemuzi ni hatimaye uwezeshaji halisi wa kiuchumi kwa wanawake wote, hasa wanawake wa kulima femmes agricultrices. Na kisha ni kwa vipi CSW69 itafanikisha hayo yote? Tayari CSW69 ni mkutano wa kimataifa. Kwa hiyo ni jukwaa zuri kupazia sauti za wakulima wanawake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kukutana na watu kama nyinyi. Tunashukuru vyombo vya habari kwa kueneza ujumbe wetu. Tatu ni kujenga mtandao na wadau wa maendeleo na wahisani ambao wanaguswa na masuala ya watetezi wa haki za wanawake na wako mashinani kutatua swala la uhakika wa chakula. Bila wakulima wanawake hakuna chakula. Kwa hiyo kwa kuzingatia hayo, tuna imani hatma ni kuona Umoja wa Mataifa unatambua kuwa wakulima wanawake. Wanawake wanataka kusikilizwa zaidi, haki zao zipatikane na washiriki zaidi kwenye usimamizi wa rasilimali. Ukiwa na ardhi kuna rasilimali za kilimo na rasilimali fedha zinazohusiana na kilimo ni jukwaa la wanawake lakini lililoleta pia washiriki wanaume kudhihirisha hoja usawa wa kijinsia ni ya wote. Naye si mwingine bali ni Melvin Wajiri kutoka nchini Burkina Faso. Huyu ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali au NGO liitwalo People Helping People, ikimaanisha watu wanaosaidia watu. Inafanya kazi katika nchi arobaini na mbili barani Afrika ikiwawezesha vijana kufanya maamuzi bora kwa ajili ya mustakabali wao, anasema Suala la usawa wa kijinsia sio la wanawake peke yao, bali la jamii nzima, na kila mtu anapaswa kushirikishwa, wakiwemo watoto wa kiume, kwani samaki mkunje angali mbichi, na ili akunjike anahitaji kuelewa kwanza maana yake. Gender is the construct. Jinsia ni muundo wa jamii unaojumuisha wanawake, wanaume, watoto, watu wazima, au muundo na mgawanyo wa aina yeyote ile uliowekwa na jamii, lakini unamaanisha kuishi kwa pamoja kwa amani. Ni kuhusu jamii, ina mawanda mapana, lakini wakati mwingine inajikita katika kundi fulani la watu kama wanawake na ndiyo maana tumekuwa na CSW people sasa ambapo tunakuja kujadili masuala yanayowahusu wanawake baada ya azimio la Beijing miaka 30 iliyopita. My message is that they should keep up na ujumbe wangu ni huu, waendelee na mapambano, kwani si kazi rahisi kupigania usawa wa kijinsia. Ingawa kwa miaka thelathini hatua zimepigwa, tunapaswa kuangalia ujumbe ni nini, na kuhakikisha ujumbe huo unageuzwa kuwa hatua, na hilo litawezekana tu endapo maazimio ya kisiasa yatabadilishwa kuwa mikataba na pia child, kuna wanaume na watoto wavulana ambao kesho watakuwa wanaume, tunahitaji kutafuta fursa kwa wao kushiriki. Kutoka mshiriki wa Burkina Faso, sasa ni Tanzania Zanzibar na mpisha Sharon Chebichi. Naitwa like Jamila Majuma, ni mkurugenzi kwenye jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar. Nilibahatika kukutana na Bi Juma ambaye anajitahidi kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. nikamuuliza, yeye ni mwanasheria ni, ni ujumbe upi angependa kuwafikishia wanawake na wasichana? Kwa muda mrefu sasa wanawake wamekuwa kama wa second class, mm -hmm. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kujitambua na kusimama, kwa sababu kama wanawake tunahitaji tusimame, tudai haki zetu kwa pamoja, lakini tusisimamie na kama tuna haki, lazima tuna wajibu, tutekeleze wajibu ambao uko lakini, na haki zetu tunasimamia. Lakini pia wale ambao wanazishikilia sasa zile haki za wanawake, ni wakati sasa wa kuziachia na kuwapa nafasi wanawake wenyewe wakasema kama wanawake waweze kuendeleza li mma. Na, na kuhusu changamoto wanasheria wanazipitia katika utekelezaji wa sheria za haki za wanawake, anasema changamoto ziko nyingi sana kwa sababu bado sheria zetu nyingi mm. haziko gender sensitive. Sheria nyingi ziko katika kuona, mm -hmm. ni namna gani bado wale wenye madaraka wanashikilia madaraka mm. na most of the time, au kwa kipindi kirefu sasa, imekuwa madaraka mengi yote yameshikiliwa na watu wanaume Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo bado sheria hazijatoa nafasi nani, sheria zetu akazionyeshi kwamba kuna usawa wa kijinsia katika sheria kama. Mm -hmm. ni mwanasheria, ninachoondoka nacho hapa ni kwamba ulichojifunza hapa ni kwamba kuna mikakati mbalimbali ambayo wenzetu nchi mbalimbali wanafanya wana katika masuala mazima ya kumkomboa mwanamke, lakini pia na kumkomboa mtoto wa kike ili aweze kupata haki zake. Mm -hmm. Shukran sana Sumta Masoi, Flora Nducha na Sharon Jibichi kwa kuandaa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga kutoka nchini Kenya. Yeye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua methali, Ndoto njema haihadidhiwi. Methali hii ina maana kwamba tulalapo huwa na maono mbalimbali mbali tukiwa usingizini. Maono yanaweza kuwa ya ajabu, kuogofya, kutisha na kutamausha, ila wakati mwingine yanaweza kuwa mema ambayo ni ya kupendeza na kutia moyo. Medhali hii inatushauri kwamba ndoto hizi njema haziambiwi wengine. Inatumika kutushauri kwamba mambo mazuri yatupatapo, au tukiwa tunatarajia mambo ya kutunufaisha, tusiyatangazie wengine. Si wote wenye nia njema, tufyate ulimi. Huenda hao unaowaambia wakatibua wema huo. Chako ni chako Shukrani sana Daktari Joseph Adgitonga kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi, lakini tukutane tena wiki ijayo siku ya Jumanne jarida jingine la video, lakini upande wa redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa na hivyo hivyo. Kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo, Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapa, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Leah Mushi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani.